Ilikuwa klabu weekendi moja, pale warm up, kuna bwana mmoja alikuwa amekaa na binti baadaye, akawa anamnong'oneza yule binti pembeni. Watu wakasema yule bwana kila akija hapa lazima aondoke na mtu, na utafikiri ana dawa, hajawahi kukataliwa yule bwana. Mimi nikaanza kujiuliza, uh, huyu bwana anatumia njia gani? Nikaanza kumstadi nikagundua yule bwana mara zote huwa anakaa upande wa kushoto, anamuweka binti upande wake wa kulia. Kwa hiyo kwa sababu pale kunakuwa na mziki unapiga muda wote na makelele, kwa hiyo anapotaka kuongea neno hashauti, anasogea kwenye sikio, anamnong'oneza katika sikio la kushoto. Kwa hiyo nikajiuliza, kwa hiyo nikaanza kufuatilia nikaja kugundua kwamba kuna utofauti kati ya sikio la kushoto na la kulia. Sikio la kulia linahusika na logic aya uh, mambo ya language processing na analytical thinking. Kwa hiyo ukimwhispa neno kwenye sikio la kulia, mtu anakuwa na nafasi zaidi ya kutafakari ile jambo kabla ya kuchukua maamuzi. Lakini sikio la kushoto linahusiana na emotions, hisia, memory, kumbukumbu kumbu, lakini pia creativity ubunifu. Kwa hiyo yule bwana anaponong'oneza sikio la kushoto ana bypass logical thinking. Kwa hiyo mwisho wa siku moja kwa moja anaenda kuactivate hisia ambayo inamfanya huyu mtu kutokuwa na maamuzi ambayo ni ni sahihi, ana take advantage, anaondoka naye. Kwa hiyo nikajiuliza kama sikio la kushoto linahusiana na emotional processing pamoja na memory, vipi kama tukatengeneza uh, headphone ambayo itatumika kuweza kufanyika kama healing kwa watu ambao wana matatizo au trauma za muda mrefu au matatizo ya kisaikolojia ya kihisia, especially watu ambao walifanyiwa violence utotoni, mambo ya ukatili, wana zile kumbukumbu za mambo ya kutisha, wamekutana na matukio ya kutisha, kumbukumbu kumbu zile hazitoki kichwani mwao, wanaishi na hofu kubwa katika maisha yao. Kwa mwisho wa siku wakaweza kuwa wanavaa ile audio kupitia sikio hili hili la kushoto, the same technique ikatumika kuweza kufanya healing katika maswala hayo. Tukija kwenye mkoa kama Iringa, ambao tuna cases mbalimbali za matukio ya, ya gender based violence eh, ukatili. Kwa hiyo unakuja kukuta ni kwamba teknolojia hii inaenda kuingia moja kwa moja kwenye malengo ya, ya Umoja wa Mataifa, SDG goal number five, eh mambo ya na kisayansi inawezekana, ni moja kati ya imaging technology ambazo zinaitwa E, binauro, therapy au neuro, neuromodulation. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kwenye mazingira ya kijinga, lakini tumeweza kupata innovation ambayo innovation hii tunaweza kuiandikia proposal tukaomba funding, United Nation na organization mbalimbali zinazodili na masuala ya gender based violence tukachukua takwimu za matukio yanayotokea mfano Iringa na maeneo mengine ukaweza kutengeneza business na ukaweza ku raise fund millions if not billions of money, na mwisho wa siku ukatajirika. Kwa hiyo mwisho wa siku ukasolve tatizo na ukaja na taasisi kubwa yenye impact kubwa, na ukaweza kuleta impact kubwa duniani, kwa sababu hii ni moja kati ya imaging technology ambayo inaitwa uh, binaural therapy au neuromodulation. Kwa hiyo uh, the topic ya leo tunaita Make sense of the nonsense. tumia ujinga kutengeneza vitu vya maana, tumia ujinga kuleta impact katika maisha. Kwa hiyo tume learn from ujinga, yule bwana alikuwa anafanya jambo sio kwa lengo zuri, katika mazingira ambayo mtu yote angempuuza kwamba, ah, huyu jamaa ah anafaa vitu vya ajabu, ajabu. Lakini you are learning na una adapt kutoka, anatumia teknolojia anatumia skill na taaluma yake, lakini una adapt pale unaenda kuiapply kwa kuleta tija na matokeo mazuri. That is how tunakuwa creative. Kwa moja kati ya njia za kuwa creative, kufikiri nje ya boxi ni kutokuwa na mipaka katika kufikiri, ni kuto kujaji, ni kuto kuishi katika mfumo ule wa eh, this is right, this is wrong. Everything can be right and everything can be wrong inategemeana na matokeo ya hicho kitu. Thank you.